Hii ni Rwanda, paradiso yenye maelfu ya milima na vilima, nchi niliyozaliwa. Watu milioni moja waliuawa ndani ya siku mia moja. Wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa. Niko katika safari ya kutafuta ukweli kuhusu mizizi ya ukoloni katika mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Jina langu ni Samuel Ishimwe, mimi ni mtayarishaji filamu. Miaka 30 iliyopita wakati nikiwa na umri wa miaka miwili tu, ndipo mauaji ya kimbari yalitokea hapa. Wazazi wangu na sehemu kubwa ya familia yangu waliuawa. Mnamo Aprili 1994 serikali ya Rwanda ilichochea uhasama kwa Wahutu kuwaua majirani zao wanaotokea kabila la Watutsi. Watu milioni moja wakauawa kinyama ndani ya siku 100 tu. Jamii ya Rwanda iligawanyika katika makabila matatu: Wahutu, Watutsi na watu. Nipo kwenye safari hii kutafuta ukweli kuhusu chanzo cha mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi nchini Rwanda. Kwa nini wazazi wangu waliuawa? Nafahamu waliuawa na wanamgambo, lakini sikujua kwa nini. Na kwa kuwa nilikuwa mdogo sana, nilidhani ni vita tu vya kawaida lakini nilipokuwa na umri wa miaka 13, 14, 15, nilianza kuiuliza familia yangu maswali na kusoma vitabu, na hapo ndipo nikapata kufahamu kumbe waliouawa kutokana na tofauti za kabila lao, kwa sababu walikuwa Watutsi. Kama tunazungumza lugha moja, tamaduni moja, nchi moja, sasa nini chanzo cha tofauti zetu? Utambulisho wetu ulikuwa upi kabla ya Rwanda kutawaliwa na wakoloni wa Kijerumani na Ubelgiji mwishoni mwa karne ya 19? Nani alitugawanya katika makabila ya Watutsi, Wahutu na Watwa? Je, ni sisi wenyewe au kulikuwa na msukumo wa ukoloni? Ilikuwaje mpaka watu wakaanza kuwaua majirani zao ndugu kwa ndugu au hata wake zao? Chuki hii ilipandwa vipi miongoni.

Huyu ni Beata, alikuwa mlezi wangu wakati wa mauaji ya kimbari. Alitulea mimi pamoja na mdogo wangu Daniel. Hakika, alituokoa. Aliwaokoa. Kabla ya kuja hapa, wazazi wao walikuwa wameuawa muda mfupi tu. Mfanyakazi huyo alifanikiwa kutoroka na watoto hao wawili hadi sehemu salama. Kwa muda wa miezi miwili, walijificha kwenye vichaka vyenye chemichemi dhidi ya wanamgambo waliokuwa wakiwawinda Watutsi. Tuko na mjomba wangu Venuste. Alitulea baada ya mauaji ya kimbari kila mara tunapokuwa pamoja, tunajikumbusha yote tuliyoyapitia. Na siku moja akamwona mwanamke akipita mbio kuelekea upande waliokuwa watoto hao wawili. Bila shaka ni wewe. Si mimi, nilikuwa naonekana hivi Mwangalie mdogo wako Dadu. Umesikia walichosema? Mwanaume mmoja aliwafuata mbio, wanakujadili wewe. Mjomba Venuste, huyu ni wewe, huyu ni Dadu. Alikuwa na nywele ndefu sana ambazo zilimfanya aonekane Mtutsi haswa, kwa hiyo tukazikata. Unamaanisha Dadu? Ndiyo. Dadu pia alikuwa na shingo ndefu, hivyo tukaamua kuzikata ziwe fupi. Zilikuwa ndefu sana, ungeweza kuzifunga, tukazikata. Hawa wauaji wakaniuliza, na wewe ni kabila gani? Nikasema, mimi ni dada yako, ni Mhutu. Kisha wakauliza, sasa wafanya nini na hawa mende? Nikawajibu, hawa watasalimika kweli, wana nuksi hawa, waacheni tu. nilipoona wanaenda kupora mali nikakubeba hivi na mdogo wako nikambeba mgongoni. Hatua chache tu kutoka anapoishi mjomba wangu, ndipo palikuwa nyumba ya familia. Tuliishi hapa hadi mapigano yalipozuka. Wakati unaporejea hapa, je, kile kilichotokea hakitatizi akili yako? Hutokea, lakini nifanyeje? Lazima haliepukiki. Ni kweli, hasa kwa mtu aliyeshuhudia. Hata sasa baada ya miaka yote hiyo ninapokutana na mtu aliyebeba panga na kaa upande mmoja wa barabara hadi apite, siku zote huwa nina wasiwasi, anataka kuniua. Hofu hiyo bado ninayo, hata kama ni mpita njia tu. Ndiyo, hata mpita njia naogopa taniua, na muda huo navuka upande wa pili wa barabara. Ni jambo la kutisha sana, mapanga yanatishia sana. Umeshawahi kushuhudia mauaji? Kwa hiyo hapa ndipo walipoitupa miili yao. Ndiyo, waliwatupa hapa. Kilikuwa ni kisima cha maji ya mvua. Tulikuwa tumesimama hapa, nilikuwa nimesimama hivi mimi na nyinyi wawili, dada kwa mgongoni, na wewe nimekushika mkono. Walimuua baba yako pale. Kulikuwa na mti wa mlimau pale, chini kulikuwa na mteremko mdogo. Hapo ndipo mama yako alipojaribu kuruka chini na kukimbia katika eneo la jirani kunusuru uhai wake. Walimfuata na kumrudisha hapa, kisha wakaanza kumpiga na mwishowe wakamtupa ndani ya shimo hili kabla hajafa. Miaka minane baadaye, mabaki ya miili ya wazazi wangu yalipatikana hapa yalifukuliwa na kuzikwa katika makaburi ya kumbukumbu -kumbu ya mauaji ya kimbari ya Kigali. Tulipotoka shuleni, tuliwakuta watu wameketi hapa. Tulipofika, miili ilikuwa imeshafukuliwa. Mabaki ya mifupa yaliwekwa pale, wengine walikuwa wakiosha mafuvu ya vichwa pale. Waliponiona walishtuka, wakaanza kujiuliza, huyu mtoto atalipokea vipi hili? Lakini kama mtoto, kila kitu kilikuwa kama sinema tu, huwezi kuelewa uzito wake maana sio jambo la mzaha. Wakati tulipokuwa tukifukua miili ya wazazi wangu pamoja na miili mingine, nilikuwa na umri wa miaka kumi. Ni vigumu sana kumwelezea mtu ambaye hatoki Rwanda, sababu lilionekana jambo la kawaida sana, halikuonekana kana kwamba ni tukio la aina yake. Binafsi sikujali kuwaona watu wakilia kwa huzuni. Kwangu lilikuwa tukio la sehemu ya utoto wangu. Ni kumbukumbu kumbu ya kuhuzunisha na yenye kuwacha makovu makubwa mioyoni. Baada ya wazazi wangu kuuawa, yaya wangu Beata alitoroka na mimi pamoja na mdogo wangu. Kwanza tulifichwa kwa majirani kisha baadaye wanajeshi wa Rwanda Patriotic Front ambao walikuwa wakipambana na serikali kukomesha mauaji hayo wakatuokoa na kutuhamishia kwenye uwanja wa mpira ulikuwa karibu kabisa na kituo cha ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa. Leo aliyekuwa mkuu wa kikosi hicho cha kulinda amani wakati wa ukatili huo nchini Rwanda anahutubia katika kongamano la tamasha la vijana mjini Kigali. Nataka kukutana na jenerali huyo kutoka nchini Kanada ambaye alikuwa na uwezo wa kukomesha mauaji ya kimbari endapo ulimwengu ungemsikiliza. Alihudumu kama kamanda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Rwanda wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Licha ya kuondoka kwa kikosi hicho, yeye na idadi ndogo ya wanajeshi walibaki Rwanda kuwalinda wakimbizi. Hebu sasa tumkaribishe jukwani luteni jenerali Romeo Dalea. Je, unaweza kutueleza matumaini yako kwa watoto? Nyie mna uwezo mkubwa, sio tu kwa Rwanda na Afrika, lakini pia mnao uwezo mkubwa wa kudumisha amani na utu kwetu sote, ili tuishi kwa amani na upendo, kwa maana sisi sote ni sawa. Hakuna hata mmoja wetu, hakuna hata mmoja wetu ambaye ni bora zaidi kuliko mwingine. Jukumu kubwa la Dallaire lilikuwa kusimamia mchakato wa mkataba wa amani ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea. Mnamo mwaka 1990 wakimbizi wa kitutsi waliokuwa uhamishoni walianzisha vita dhidi ya utawala wa kihutu wa Rais Habyarimana baada ya kuzuiwa kurejea nyumbani. Serikali ya wa wahutu ilieneza propaganda dhidi ya Watutsi ikiwaita maadui wa taifa hilo, mende ambao wanapaswa kuuawa wa. Mnamo Aprili 6 mwaka 1994 ndege iliyokuwa imembeba rais ilidunguliwa mjini Kigali. Siku iliyofuatia Wahutu wenye msimamo mkali walianza kuwaua Watutsi ambao walikuwa takriban asilimia 14 ya idadi ya watu wote nchini Rwanda. Pia waliwaua Wahutu ambao walionekana kupinga harakati zao na mauaji hayo Interahamwe Nilikwenda kukutana na kundi la wapiganaji la Interahamwe ambao wengi wao ni vijana, kwa sababu visa vingi vya mauaji vilitekelezwa na vijana watu wazima. Jeshi hawakufanya mauaji, polisi hawakufanya mauaji mengi. Sio kwamba hawakuhusika, la hasha, ila mauaji yenyewe yalitekelezwa na vijana kwa kutumia mapanga hao ndio walishika doria kwenye vituo vyote vya ukaguzi, na walifundishwa itikadi kali na vyama vya MRND na CDR na vyama vyenye msimamo mkali, kuwaona Watutsi kama mende. Kwa hiyo moja ya mambo ya kwanza waliofanya ni kuwafananisha wanadamu na wadudu. Ni kuwauliza inawezekanaje kufanya hayo mnayofanya, kuwachinja na kuwaua watu? Wakasema, unawezaje kuja na kutushtaki nyie wazungu, nyinyi watu wa Ulaya mliangamiza mamilioni ya Waafrika pamoja na utumwa wote uliokuwa ukiendelea, na mmefanya hivyo kwa zaidi ya mwongo mmoja au miwili. Kwa hiyo msije hapa kutuambia sisi na wauaji, ilhali nyinyi ndio mlioanzisha harakati za kumwangamiza mwanadamu. Januari 1994 Miezi mitatu kabla ya mauaji ya kimbari Delea alikuwa akituma fax kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuwaarifu kwamba serikali ya Rwanda inatoa mafunzo kwa wanamgambo ili kuwaua Watutsi elfu moja kila baada ya dakika 20 lakini jumuiya ya kimataifa ilikataa kuchukua hatua yoyote. I left with the firm bila kukanusha nilihitimisha kwamba kweli hakuna usawa katika masuala ya kutetea binadamu. Tulipeleka wanajeshi elfu sitini na saba nchini Yugoslavia, na hapa sikuweza hata kuwa na wanajeshi 450. Sikupewa wanajeshi wote niliowahitaji, kwa hiyo walisema kwa urahisi, vyema, tutaona jinsi itakavyokuwa hiyo idadi ya wanajeshi, na kama wakiuana, hizo ni tofauti za kikabila kwa sababu uko Afrika. Na hiyo ilikuwa hoja kubwa, walitumia sababu za ukabila. Mzozo huo utadumu kwa wiki kadhaa, watauana kisha tutakwenda kumwaga pesa na pengine hali itatulia. Binafsi kukutana na Delea lilikuwa ni jambo la maana kwangu kwa sababu yalipokuwa makao yake makuu ni mwendo wa dakika kumi kutoka mahali ambako familia yangu iliishi. Kwa hiyo naamini angepata msaada wa kijeshi aliyohitaji familia yangu na hata watu wengine wengi wangenusurika na mauaji hayo. Katika sehemu ya pili, Sam atasafiri kuchunguza mizizi ya familia yake ili kuelewa jinsi walivyobaguliwa kama Watutsi kwa miaka kabla ya mauaji ya kimbari. Atakutana na wanahistoria wa Rwanda ili kuelewa utambulisho wa Wahutu, Watutsi na Watwa kabla ya ukoloni.